Habarini wapenzi watazamaji wa chaneli yetu ya Kilimo ni Fursa TV. Leo nipo hapa kuwaeleza kuhusu madhara ya kutokutunza mti wa parachichi vizuri katika upande wa uwekaji wa mbolea. Mti unaouona hapa mbele yako unaonekana una majani ya njano, afya yake si nzuri, ni kwa sababu ya ukosefu wa madini yanayopatikana katika mbolea ambazo zinatakiwa kuwekwa. Kwa mfano, huu mti unavyouona hapa chini hauna kisahani kinacho kujitosheleza ambacho kitasaidia katika uwekaji wa mbolea na mbolea za samadi haziwezi kukaa hapa kwa sababu baada ya kumwagilia zitatolewa na maji au zitasafirishwa na maji kuelekea sehemu nyingine. Sasa basi mti huu unaoona mbele yako umekosa madini ya potassium, Calcium na nitrogen ambavyo vyote vinapatikana katika mbolea na yeah, hivyo basi na washauri wakulima wa parachichi, mnatakiwa kufuatilia sana uwekaji wa mbolea kwenye miti yenu ya parachichi, ili ionekane vizuri na kwenye afya nzuri, kutokana na yale madini yanayopatikana kwenye zile mbolea, kwa sababu usipoweka mbolea na mti ukawa kama huu na afya isiyo sawa utasababisha wewe ushindwe kupata matokeo mazuri ya matunda ya parachichi.